Jua lilikuwa limechomoza taratibu juu ya majengo marefu ya jiji, likiangazia taa za barabarani zilizokuwa zikizimwa moja baada ya nyingine. Kwenye kona ya hoteli kubwa inayong'aa kwa vioo, msichana mmoja kijana alionekana akibeba ndoo ya maji na brashi mkononi. Jina lake ni Asha, msichana wa miaka 23 mwenye uso wa upole, lakini macho yanayoonyesha bidii na uchovu wa maisha. Kila asubuhi kabla hata ya wateja kuamka, Asha alianza kazi yake kusafisha vyoo vya hoteli hiyo maarufu inayotembelewa na watu wenye hadhi kubwa. Wengine wakiwa wanapumzika kwenye vitanda vya kifahari, yeye alikuwa akipiga magoti sakafuni akisafisha kwa ustadi kila kona, akihakikisha harufu mbaya haipo kabisa. Lakini kazi yake haikuwahi kuthaminiwa. Wafanyakazi wenzake, hasa wale wa mapokezi na wahudumu wa meza, walimkejeli kila mara. Angalia huyo anaishi kwenye harufu ya choo kila siku, mmoja alisema kwa kicheko. Ndiyo maana kila wakati anaonekana kama amechoka, mwingine aliongeza, huku wakimpuuzia kama mtu asiye na thamani. Asha hakuwajibu. Alijua kwamba maneno yao yangemuumiza zaidi kama angeyatafakari. Alikuwa amejifunza kuvumilia, kama alivyojifunza kutoka kwa mama yake tangu utotoni, mama aliyemlea peke yake baada ya baba yao kufariki akiwa mdogo. Wakati wengine walikuwa wakiangaika kwa kujionyesha mbele ya wageni, Asha alijitahidi kufanya kazi yake kwa heshima, akiamini siku moja jasho lake lingezaa matunda. Kila usiku aliporudi kwenye chumba chake kidogo cha kupanga, alitazama kwenye kioo na kusema kwa sauti ya matumaini, "Najua hii si mwisho wangu. Nitafika mahali pazuri." Ndoto yake kubwa ilikuwa kuanzisha biashara yake, hata kama ni duka dogo la kahawa au mgahawa wa kawaida. Alipenda alipenda usafi, alijua mapishi, na alipenda kuona watu wakifurahia huduma nzuri. Lakini kwa sasa, maisha yalikuwa magumu. Mshahara mdogo ulitosha tu kulipa kodi na chakula kidogo. Hata hivyo, ndani ya moyo wake kulikuwa na kitu kisichokufa, imani. Alijua ipo siku watu wale wale waliomcheka wangeona maana ya bidii na heshima. Hakuwa anajua kwamba siku hiyo ingeanza kukaribia taratibu kupitia matukio madogo ambayo yangebadilisha maisha yake milele. Siku hiyo ilikuwa ya joto kali. Wageni wengi walikuwa wametinga hoteli wakitoka mkutano mkubwa wa kibiashara uliofanyika mjini. Ndani ya jengo, shughuli zilikuwa nyingi. Wahudumu wakikimbia huku na kule, wapishi wakibeba vyakula na Asha akiwa amejifunga kanga kichwani, akibeba ndoo ya maji kuelekea kwenye choo cha wageni. Alikuwa amezama katika kazi yake, akisafisha sakafu kwa makini. Wakati ghafla mlango ulifunguliwa kwa nguvu. Zawadi, mhudumu wa mapokezi maarufu kwa kujiona bora, aliingia akiwa na simu mkononi. Alisimama mlangoni akimtazama Asha aliyekuwa amepiga magoti, mikono yake ikiwa imejaa sabuni. "Eh jamani!" Zawadi akapaza sauti kwa sauti ya dhihaka, hata harufu yako ni ya choo sasa. Ungejua kunukia kama sabuni ya wageni badala ya majitaka. Wengine waliokuwa karibu wakacheka kwa sauti kubwa. Mmoja wao akachukua simu na kuanza kurekodi video ya Asha akisema kwa mzaha, angalia mrembo wetu wa vyoo. Akisa alinyamaza, moyo wake ukiuma kama umetobolewa na sindano. Alijua wakipata kipande hicho wangekiweka mitandaoni, na kweli jioni yake picha na video zilisambaa kwenye kurasa za WhatsApp za wafanyakazi, zikienea kama moto wa nyika, wengine wakicheka, wengine wakituma emoji za mzaha. Alipomaliza zamu yake, Asha alitembea taratibu kuelekea nyumbani, machozi alijaa machoni, kila hatua ikihisi kama mzigo mzito. Alijiuliza kwa uchungu kwa nini waninyoshee kidole kwa kazi inayowaletea kipato? Mama yake alimkuta akiwa amekaa kimya kitandani, macho yakiwa mekundu kwa kulia. Bila kuuliza, mama alikaa karibu yake na kusema kwa upole, usione aibu kwa kazi halali mwanangu, wao wanacheka leo, lakini Mungu anamchekea yule anayevumilia. Maneno hayo yalimgusa Asha moyoni. Alipumua kwa kina, akafuta machozi na kusema Labda hawajui thamani ya kazi yangu, lakini nitawadhihirishia kwa vitendo. Usiku huo akiwa amelala kitandani, alisikiliza sauti ya upepo nje ikipuliza madirisha yake madogo. Ndani ya moyo wake chuki haikupata nafasi. Badala yake, aliweka azma. Aliamua kwamba kuanzia siku ile kila kejeli itakuwa ngazi ya kupanda, si sababu ya kukata tamaa. Ilipokuwa jioni, Asha akiwa amemaliza kazi yake ya kusafisha vyoo, alielekea mlangoni kwa hoteli kwa lengo la kutafuta usafiri wa kurudi nyumbani. Kwa kawaida, alikimbia haraka ili kuepuka vichekesho na dhihaka kutoka kwa wafanyakazi wenzake, lakini siku hii ilikuwa tofauti. Alikumbana na mtu mmoja aliyekuwa ameketi chini ya kivuli cha mti mkubwa, akionekana akilia kwa uchovu. Huyu alikuwa mzee mmoja maskini aliyevaa mavazi ya zamani, mikono yake ikiwa imejaa vichwa vya maandazi alivyokuwa amejaa kwenye mfuko wa suruali. Alikuwa akionekana kutafuta msaada, lakini hakuna aliyemjali. Wengi walitembea kando yake bila kutikisa kichwa, huku wengine wakicheka kwa sauti ya dhihaka. Asha alikusudia kupita kama kawaida, lakini alikumbuka maneno ya mama yake, usione aibu kwa kutenda mema alijua kuwa msaada mdogo kutoka kwake unaweza kumsaidia mzee huyo, na hata kama alikuwa maskini, alijua alichokuwa akifanya kilikuwa cha kipekee. Asha alisimama mbele ya mzee yule na kwa upole akasema, pole sana baba, uko vipi? Naweza kukusaidia na chakula kidogo? Mzee alimtazama kwa macho ya shukurani, kisha kwa sauti dhaifu akasema, nashukuru binti yangu, mimi sina chakula, lakini kuna watu wengi wanapita na kunicheka. Hata hivyo, nashukuru kwa moyo wako Asha alikwenda ndani ya hoteli, akachukua mchache wa chakula kilichobaki kwenye mgahawa, kisha akarudi na kumkabidhi mzee. Mzee alichukua chakula kwa mikono yenye shukrani, lakini kabla hajapotea kwenye giza la jiji, aligeuka na kumtazama Asha kwa macho yenye umakini. Umemsaidia mtu asiyejua, alisema kwa upole. Mungu hata sahau. Kauli hiyo ilimgusa sana Asha, ikawa kama mwangaza ndani ya giza la dunia yake. Alikuwa akijua kuwa hakufanya jambo hili kwa ajili ya malipo, bali kwa sababu ya utu wake. Alijua sasa kuwa alichokifanya kilikuwa cha maana zaidi kuliko kama wangemwambia ameshinda loti ya bahati. Asha alitabasamu kwa pole, akiendelea kutembea kurudi nyumbani. Kauli ya mzee ilikuwa ikizungumzika kichwani mwake, ikimfundisha kuwa kufanya mema ni utajiri wa kiroho na hakuna kisichoonekana na Mungu. Alijua sasa kuwa ingawa dunia inaweza kumdharau, bado alikuwa na thamani kubwa mbele ya Mungu. Siku za jiji zilikuwa za mvua nyepesi, lakini habari za mabadiliko katika hoteli kubwa zilianza kusambaa kama moto wa nyika. Wafanyakazi walikuwa wakiingia na kutoka wakibadilishana habari kwa furaha, hoteli maarufu ilipokuwa na sifa nzuri za huduma na wateja. Uvumi ulianza kuenea kuwa mmiliki mpya alikuwa akitarajiwa kuichukua. Wafanyakazi wa mapokezi walikuwa wakizungumza kwa sauti za furaha na matumaini, huku wengine wakionekana wakisherehekea kwa siri. Hebu fikiria, mmiliki mpya sidhani kama atakuwa na madharau kwa wafanyakazi wa chini, alisema mmoja wa wahudumu wa mapokezi akicheka kwa furaha. Labda sasa tutapata kupandishwa vyeo, aliongeza mwingine huku akishikilia kidole cha chupa ya maji. Mmiliki huyu mpya anasemekana kuwa na moyo wa kusaidia wafanyakazi, si kama huyu wa zamani. Asha alisikia mazungumzo hayo kutoka mbali alipokuwa akifanya kazi ya kila siku, akitoka chumba kimoja kwenda kingine, akisafisha sakafu kwa ustadi wa kimya. Alijua kwamba kwa wengi habari hii ilikuwa ni ishara ya matumaini, matumaini ya kupandishwa vyeo na kuacha kazi za chini. Lakini Asha hakuwa na furaha kama wengine. Aliendelea kufanya kazi zake bila kuonyesha mabadiliko yoyote katika uso wake. Alikuwa akijiuliza moyoni, ikiwa mmiliki mpya atabadilisha jambo kwa vema, basi nashukuru, lakini kwangu mimi, kazi yangu haitakuwa na maana kwa sababu ya jina la mmiliki. Alijua kuwa kama walivyokuwa wakiita, mamilioni ya wafanyakazi wanategemea mabadiliko madogo tu, lakini yeye alijua kuwa mafanikio halisi hayajengiwi na mabadiliko ya juu, bali na bidii ya mtu mwenyewe kwa hiyo alifanya kazi yake kama kawaida, akitunza utulivu wa moyo wake, akijua kuwa kila siku ilikuwa na nafasi ya kujiendeleza, na hata kama uongozi ungebadilika, yeye hakuwa na hakika kwamba mafanikio yake yangekuwa kutokana na mazingira, bali kutokana na juhudi zake mwenyewe. Wakati mwingine alikuwa akikusudia kuchukua hatua kubwa, lakini alijua kuwa kila kitu kinakuja kwa wakati. Hivyo alijua tu kwamba kila kitu kitakuwa sawa kwa muda, bila ya ya kutoa maneno mengi. Asubuhi ya siku hiyo hoteli ilikuwa imejaa wageni mashuhuri kutoka nchi jirani. Mazingira yalikuwa safi, harufu ya kahawa na maua ikitanda hewani. Asha alikuwa amevaa sare yake safi ya kijani, akiwa amejifunga kanga kichwani kama kawaida. Alikuwa amepanga kufanya usafi wa eneo la ukumbi wa wageni kabla ya mkutano kuanza. Wakati akipiga deki kwa uangalifu, ghafla alisikia mlio mkali nyuma yake, ndege ya maji machafu ikimwagwa kutoka kwenye ndoo kubwa. Kabla hajageuka, maji hayo yakamwagika yote miguu na nguo zake yakasambaa hadi kwenye sakafu aliyokuwa amesafisha. Wageni waliokuwa wakipita karibu waligeuka kwa mshangao, wengine wakijaribu kuzuia kicheko. Mmoja wa wahudumu, yule yule aliyekuwa akimkejeli mara kwa mara, alishika tumbo kwa kicheko akisema kwa sauti, angalia sasa, mtaalamu wa choo amejiosha kwa maji taka. Wengine wakacheka bila huruma. Kamera za simu zikaanza kung'aa, kila mtu akitaka kunasa tukio hilo la aibu. Asha alijaribu kujitetea, lakini sauti yake haikusikika katikati ya vicheko hivyo. Ndipo meneja wa hoteli, bwana Patrick, akaingia akiwa na uso wa hasira. Bila kuuliza kilichotokea, alimpigia kelele hadharani, Asha, unafanyaje kazi hovyo namna hii mbele ya wageni? Unataka tupoteze heshima ya hoteli? Asha alijaribu kueleza, samahani bwana, sikumwaga mimi lakini meneja alimkatisha kwa mkono akisema kwa sauti kali, "Kimya! Huna nidhamu kazini, ondoka kwanza kabla wageni hawajaona zaidi." Wageni wengine walionekana kusikitika, lakini wafanyakazi wenzake waliendelea kucheka kwa sauti za dhihaka. Asha alihisi machozi yakianza kumtiririka, moyo wake ukiwa mzito kama jiwe. Alihisi kila neno likimkata zaidi kuliko maji machafu yaliyomwagika mwilini mwake. Alitoka nje kimya kimya, akitembea kupitia mlango wa nyuma akijifuta machozi kwa pindo la sare yake. Alipofika kwenye kona ya bustani ndogo, alikaa chini, akavuta pumzi ndefu. Ndani yake kitu kilipasuka, si kwa uchungu tu, bali kwa uamuzi. Alinongona kwa sauti ya uthabiti, hii haitakuwa hadithi yangu ya mwisho. Watanicheka leo, lakini kesho watajua mimi ni nani. Maneno hayo yakawa kama kiapo kipya cha maisha yake, kiapo cha kugeuza maumivu kuwa nguvu. Na dharau kuwa ngazi ya mafanikio. Miezi kadhaa ilipita tangu tukio lile la aibu. Wengi walidhani Asha angeacha kazi au kurudi kijijini, lakini hakufanya hivyo. Alibaki kimya, akiendelea na kazi yake kwa bidii ile ile, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na mpango mpya, siri aliyoamua kuifanyia kazi bila kumwambia yoyote. Kila siku baada ya zamu yake, Asha alianza kubaki nyuma kidogo jikoni, akijifunza kwa macho jinsi wapishi walivyokuwa wanaandaa chakula Aliwaangalia wakipika, kupamba sahani na kupanga menyu. Wakati mwingine aliwauliza maswali madogo akijifanya ni kwa udadisi tu, lakini moyoni alikuwa akijenga ndoto yake taratibu. Baada ya muda alianza kujaribu mapishi yake nyumbani: wali wa nazi, samaki wa kukaanga, na chapati laini zilizojaa harufu nzuri ya vitunguu na tangawizi. Alipoona majirani wanavutiwa, akapata wazo, kuanzisha biashara ndogo ya chakula cha mchana. Kwa akiba ndogo aliyokuwa nayo alinunua mbili na meza ndogo ya mbao. Kila asubuhi kabla ya kazi, alitayarisha chakula na kukiweka kwenye vyombo vya plastiki. Wakati wa mapumziko ya mchana kazini, badala ya kukaa kando, alianza kuuza chakula chake kwa wafanyakazi wenzake, wakiwemo wale waliokuwa wakimcheka zamani. Awali wachache tu walinunua, lakini harufu ya chakula chake ilianza kuvutia wengi. Asha, lete tena yule waliwako wanazi, walikuwa wakisema kwa hamu. Kwa muda mfupi biashara yake ndogo ilikuwa taratibu, lakini kwa uhakika. Siku moja mgeni mmoja wa hoteli, mwanamke mwenye mavazi ya heshima na tabasamu la upole, alionja chakula cha Asha. Alivutiwa sana na ladha yake. Baada ya mazungumzo mafupi, alijitambulisha kama Bihazi Rehema, mshauri wa uwekezaji anayeshirikiana na kampuni kubwa inayomiliki hoteli kadhaa mjini. Binti, una kipaji kikubwa. Ladha hii haiwezi kupotea jikoni tu. Umefikiria kupanua biashara yako? Rehema aliuliza kwa upole. Asha alitabasamu kwa aibu. Nimewahi kufikiria, lakini sina uwezo rehema alimkazia macho na kusema pengine huo uwezo upo karibu kuliko unavyofikiri kauli hiyo ilimwasha tena moto wa matumaini ndani ya moyo wake asha hakujua kuwa huo ulikuwa mwanzo wa safari kubwa safari ambayo ingetoka kwenye ndoo ya majitaka hadi kwenye meza za kifahari za wamiliki wa hoteli siku ziligeuka kuwa wiki na wiki na zikawa miezi tangu siku ile biaka rehema alipoonja chakula cha asha maisha ya msichana huyo yalianza kubadilika taratibu si kwa kelele bali kimya kimya kama upepo laini unaoleta mvua ya baraka. Rehema aliamua kumtembelea Asha mara kadhaa. Alimkuta akiwa bado mnyenyekevu, mwenye nidhamu na uaminifu wa kipekee. Kila sentensi aliyosema ilionyesha hekima, kila hatua yake ikionyesha heshima. Mwanamke huyo mwekezaji aliguswa na tabia ya Asha zaidi ya kipaji chake cha mapishi. Asha aliwahi kumwambia siku moja, watu wengi wana vipaji, lakini wachache wana mioyo safi kama yako. Ndio maana nataka tushirikiane kwa mshangao biazama, Rehema alimwalika kwenye mkutano na wawekezaji wenzake. Ndipo akapendekeza wazo la kufungua hoteli mpya yenye viwango vya juu vya usafi, huduma bora na chakula cha asili chenye ladha ya kipekee. Wengine walikubaliana, lakini walipendekeza jina la Asha lisitumike hadharani mwanzoni, wakisema ni bora tuweke jina la kampuni kwanza hadi mradi ukomee. Asha hakujali, kwao heshima haikuwa kwenye jina, bali katika matokeo. Alijua siku moja ukweli ungeonekana. Kila siku alianza kujifunza mambo mapya kutoka kwa wapishi wakuu, wahasibu hadi mameneja wa hoteli. Alijifunza jinsi ya kupanga menyu, kutunza hesabu na hasa sana kuongoza kwa upendo na nidhamu. Aliamini kuwa usafi wa moyo unaanza na usafi wa mazingira. Wakati wengine waliona ni kazi ya kawaida, kwake ilikuwa chuo cha maisha. Alikaa usiku kucha akijifunza kupitia video na vitabu vya biashara. Alijua hana elimu kubwa kama wengine, lakini alikuwa na kitu walichokosa: uvumilivu na moyo wa kujifunza. Baada ya miezi michache, jengo jipya la hoteli lilikuwa limekamilika. Lilikuwa la kifahari lenye mwanga wa dhahabu usiku na mapambo ya kupendeza. Asha alipolisimama mbele, machozi yakimbubujika kwa furaha isiyoelezeka, alikumbuka siku zile za choo, dhihaka na maumivu, kisha akatabasamu kwa utulivu. Alijua safari yake bado haijaisha, lakini mabadiliko yalikuwa yameanza, na sasa alikuwa sehemu ya hadithi mpya. Siku iliyosubiriwa kwa miezi mingi hatimaye ilifika. Mji mzima ulijaa hekaheka, magari ya kifahari yakipita barabarani kuelekea kwenye ufunguzi wa hoteli mpya iliyovutia macho ya wengi, Asha Royal Suites. Jengo hilo jipya liling'aa kwa rangi ya dhahabu na kioo likirefusha fahari ya barabara kuu. Wafanyakazi wa zamani wa ile hoteli aliyokuwa akifanya kazi Asha waliwasili kwa udadisi, wengine wakitumia fursa hiyo kuona miujiza ya maisha. Miongoni mwao alikuwa meneja yule yule aliyewahi kumkemea hadharani na wenzake waliokuwa wakimcheka. Walipofika ndani walibaki kimya. Kila kitu kilikuwa tofauti. Harufu ya maua safi, sakafu inayong'aa, huduma kwa wageni iliyopangwa kwa nidhamu ya hali ya juu na hata muziki wa taratibu uliokuwa ukichezwa kwa sauti nyororo. "Jamani, hii hoteli ni ya kiwango cha kimataifa kabisa," mmoja wao alishangaa. "Lakini mbona jina lake linafanana na lile la yule msichana aliyekuwa akifagia?" Mwingine akauliza akijaribu kukumbuka uso ule wa unyenyekevu. Mgeni rasmi alipoitwa kutoa hutuba alisimama karibu na jukwaa lenye maua, kisha akasema kwa sauti ya fahari, hoteli hii ni matokeo ya juhudi, nidhamu na ndoto ya mwanamke jasiri. Leo tunamkaribisha mmiliki wa Asha Royal Suites, Bi Asha Mwende. Ukumbi mzima ukatawaliwa na ukimya wa mshangao. Wafanyakazi wa zamani waligeukiana kwa aibu, macho yao yakakutana na uso ule ule waliokuwa wakimdharau zamani, lakini sasa umejaa kujiamini na heshima. Asha alipanda jukwaani kwa tabasamu tulivu. Nilianza kama msafishaji wa sakafu, alisema kwa sauti ya upole, lakini kila unapoosha sakafu, usione kama ni kazi ndogo, unaweka msingi wa ndoto zako. Watu wakapiga makofi, wengine wakilia kwa hisia wengine waliowahi kumcheka walijisikia vidonda moyoni. Wengine wakahisi moyo wa toba ukianza. Uzinduzi wa hoteli hiyo haukuwa tu mwanzo wa biashara mpya, bali ushindi wa heshima, nidhamu na bidii ya kweli. Asha alikuwa amethibitisha kwamba mwanzo wa chini unaweza kugeuka kuwa kilele cha mafanikio makubwa, ikiwa tu mtu ataamini katika kazi yake na Mungu wake. Baada ya shamrashamra za uzinduzi kutulia, mwekezaji mkuu wa hoteli alipanda jukwaani tena Kabla hatujaendelea na chakula cha jioni, alisema kwa tabasamu, napenda kumwalika mtu ambaye ni moyo wa mafanikio haya. Bila yeye, Asha Royal Suites isinge kuwepo. Wageni wote walipiga makofi, macho yao yakimwangalia Asha. Alikuwa amekaa kimya upande wa mbele kwa unyenyekevu. Alisimama na kupanda jukwaani akiwa amevaa suti ya kisasa na tabasamu la upole lililojaa heshima. Alipoanza kuzungumza, sauti yake ilikuwa tulivu, lakini iliyojaa uzito wa ukweli. Miaka michache iliyopita, alisema, nilikuwa nikifagia sakafu katika hoteli nyingine hapa hapa mjini. Nilichekwa, nilidhalilishwa, na mara nyingi nililia peke yangu usiku, lakini nilijifunza kitu kimoja, kuwa heshima ya kazi haipimwi kwa cheo, bali kwa moyo unaoiweka. Ukumbi ukawa kimya, hakuna aliyeweza kupepesa macho. Alisimulia jinsi alivyotumia kipato kidogo kuanzisha biashara ndogo ya chakula, jinsi alivyopambana na kushindwa mara nyingi, na jinsi mwekezaji huyo alivyomwona kuwa mtu wa kuaminika. Aliposema leo nimesimama hapa si kama msafishaji wa zamani, bali kama mmiliki mwenza wa hoteli hii, kulisikika milio ya makofi na baadhi ya watu wakasimama kumpongeza. Macho ya Zawadi, yule aliyewahi kumcheka na kumwaga maji machafu juu yake, yalijaa machozi. Alishindwa kujizuia. Akainuka kutoka meza yake na kutembea taratibu hadi jukwaani. Wakati Asha akitazama kwa mshangao, Zawadi alipiga magoti mbele ya watu wote akilia, Asha, niliwahi kukudharau nikakuumiza bila sababu, samahani dada yangu. Asha alishuka akampapasa bega kwa upole akasema, simama Zawadi, maisha yamenifundisha kuwa msamaha ni zawadi ya amani. Ukumbi mzima ulilipuka kwa makofi, wengine walilia kwa hisia, wengine wakijifunza kimya kimya. Wale waliowahi kumcheka Asha walijiona wadogo mbele ya nguvu ya msamaha wake. Usiku ule haukuwa wa chakula na muziki tu, bali wa kufunuliwa kwa ukweli wa thamani ya utu, kwamba aliyedharauliwa jana anaweza kuwa kio cha heshima leo. Ukumbi wa hoteli mpya ulikuwa umejaa wageni waheshimiwa na wafanyakazi wa zamani waliokuwa wakimsikitikia Asha. Baada ya maneno ya zawadi na shangwe za wageni, Asha alipanda jukwaani tena, macho yake yakikazia kila mmoja waliokuwa wamekusanyika. Alikaa kidogo akipumua, kisha akasema kwa sauti tulivu yenye uthabiti wa moyo: kila kazi, hata ile unayoiona kama ndogo au isiyo na maana, ni heshima. Usidharau mtu anayefanya kazi ndogo leo, maana kesho labda yeye ndiye daraja lako la mafanikio. Nilijua utu wangu haukupimwa kwa kazi niliyokuwa nikifanya, bali kwa moyo niliyokuwa na ufanya. Nafanya kazi yangu yote kwa heshima, na leo imeleta matokeo haya. Wakati maneno hayo yakiendelea kusikika ukumbi mzima ukazidisha makofi, wageni walipiga kwa furaha, baadhi ya wafanyakazi wakilia wakijua walikuwa wamekosa maadili ya msingi ya kuheshimiana. Wengine waliokuwa hawajawahi kumpiga moyo Asha walibadilika kabisa, macho yao yalijaa hisia za toba, na baadhi yao walijitahidi kujifunza kutoka kwa uzoefu wake. Zawadi alisimama upande wa mbele, macho yake yakijaa machozi, akitabasamu kwa aibu lakini kwa heshima. Alikuwa amefundishwa somo kubwa la maisha kuwa kejeli kudharau na kudharilisha wengine siyo njia ya kustawi. Wafanyakazi wengine waliokuwa wanapiga kelele walinyamaza, wakitambua kuwa maisha yanapendeza kwa wale wenye bidii na moyo safi. Walijua kuwa kila mtu ana thamani na kuwa heshima haiji kwa cheo au mali, bali kwa matendo na moyo wa kutenda mema. Asha aliondoka jukwani kwa tabasamu tulivu, akijua safari yake haijamalizika ya, lakini funzo lake kwa jamii lilikuwa wazi. Hoteli ilikuwa ishara ya mafanikio, lakini pia kielelezo cha heshima na nidhamu. Hadithi ya Asha ilimalizika kwa ujumbe wa maadili unaohimiza heshima, uvumilivu na msamaha: usimdharau anayefanya kazi ndogo, hujui kesho atakuwa nani. Na kwa maneno hayo, wafuasi wote walijifunza kuwa ndoto kubwa huanza na hatua ndogo, na thamani ya mtu haipimwi kwa dhihaka la leo, bali kwa matokeo ya kesho. Hoteli ya Asha ilikuwa zaidi ya biashara, ilikuwa ni kielelezo cha nguvu ya moyo safi, nidhamu na bidii isiyo na kikomo.